Kwa majina naitwa Hamimu Idrisa, ni katibu wa wafugaji kata ya Chanika. Nikianza na mambo mazuri ambayo yamefanywa kwenye sekta ya mifugo, tuna miradi kama mitatu ambayo serikali imeshatufanyia tufanyia mpaka sasa hivi. Mradi wa kwanza ni wa ufugaji wa kuku bila dawa, hii imekuwa faida kubwa sana kwenye jamii yetu tulionayo, kwa sababu jamii yetu imekuwa ikiathirika sana na hili janga la madawa, lakini pia mradi wa pili uliokuja ni wa antimicrobial resistance, usugu wa madawa dhidi ya vimelea vya magonjwa. Watu wamekuwa wakiumwa magonjwa tofauti tofauti kutokana na kula bidhaa za mifugo, na zimekuwa zikiwaletea shida, wanakuwa wanaumwa magonjwa na hawaponi kwa sababu dawa zimekuwa nyingi kwenye mifugo yetu. kwa serikali pamoja na shirika la chakula duniani wameshirikiana kutuletea mradi huo, binafsi nashukuru sana, lakini pia juzi hapa wametuletea mradi wa kuku wa mayai. Serikali imekuwa ina, inatoa nyenzo kwa wafugaji wa kuku wa mayai wote, kuwapa chanjo, madawa ambayo ni mazuri na elimu kupitia hawa afisa mifugo waliopo katika kata zetu. Kwa hiyo mimi binafsi niipongeze sana serikali kwa hatua hiyo nzuri. Nikizungumzia mafanikio ya Dkt. Samia kwenye idara ya afya kwa sisi huku kwetu Chanika ametutengenezea mochwari pale kwenye hospitali ya nguvu kazi, hospitali ya kata, na hiyo imekuwa ikiturahisishia sana sasa hivi kuto kufuata miili ya ndugu zetu ambao wamepoteza maisha kwenda Amana, muimbili na hospitali zingine. Sasa hivi tumekuwa tukipata huduma hiyo kwa ukaribu zaidi. Mimi kwenye hilo ni mshukuru sana sana, lakini pia ame anzisha mradi wa ujenzi wa zahanati katika mtaa wetu wa Kidugilo eneo limeshapatikana na fedha tayari anaingiza mama kwa hiyo mimi ni mshukuru mno mno kwenye hilo